Hey, piga makofi, piga makofi kwa rais wetu makofi, piga makofi kwa Mama Samia, piga makofi, piga makofi kwa rais wetu makofi, piga makofi tarafa ya Masumbwe kata ya Nyakafulu kijiji cha Shinyanga B mtao wa Kasangala. Leo ni siku ya pekee ambayo tulikuwa tunaisubilia sana kwa hamu. Tunamshukuru Mungu kwa kibali hiki kilichotukuka mbele zake. Nimepata nafasi tena ya kuja kuchukua fomu ya kuweza kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo letu zuri la Mbogwe. Nami siku ya leo nimetimiza haki yangu ya msingi kabisa ya katiba na sheria ya kuweza kuchukua fomu hii ya ubunge niweze kugombea katika jimbo letu la Mbogwe. Na naomba wote tuungane kwa ajili ya kulitetea jimbo letu la Mbogwe. Maendeleo yanaletwa na sisi wenyewe. Kwa hiyo tunatakiwa tujitoe ili kuweza kuleta maendeleo katika jimbo letu. Kamwe maendeleo hayawezi kuletwa na mtu mwingine jirani kutoka mbali pasipo sisi wenyewe kusubutu. Kwa hiyo lazima tusubutu, tutumie haki yetu ya kikatiba ya sheria ili kuweza kupata nafasi hii na fursa hii ya kuweza kugombea nafasi mbalimbali mbali katika nchi yetu. Wanasema kidole kimoja akivunji chao. Kwa hiyo kwa fursa hii tuungane na wenzangu wote ambao kuweza ku gombea nafasi mbalimbali mbali, ili kuweza kumsaidia mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, yani CCM Dr. Samia Suluhu Hassan ili kuweza kuungulumisha gurudumu hili la maendeleo. Oktoba tuna tiki